Shauri la kikatiba nambari 22482 mwaka 2025 lililofunguliwa katika Mahakama Kuu masijala ndogo mkoa wa Mwanza ya kupinga kifungu cha jinai namba 194 cha CPA ya kanuni za ulinzi wa mashahidi za mwaka 2025 zinazolenga kuwaficha mashahidi wanapotoa ushahidi wao. Imefika mbele ya majaji watatu, Jaji Chuma, Jaji Kamana na Jaji Mtulya. Kesi hiyo imefunguliwa na wakili Godfrey Basasingohe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP imefika kwa ajili ya usikilizwaji wa awali baada ya majaji watatu kuteuliwa kusikilizwa maombi hayo. Shauri hilo limeshindwa kuendelea kwa sababu ya kutotimia kwa akidi ya majaji wanaotakiwa kwa mujibu wa sheria. Majaji wawili pekee wamefika na kushindwa kuendelea ambapo limeahirishwa hadi kesho Oktoba mosi. Nje ya mahakama azungumza na mawakili upande wa waleta maombi ambao wameeleza umuhimu wa kufungua shauri hilo katika mahakama hiyo na kuleta usawa wa haki kwa pande zote. Twa Godfrey Martin Basasingohe ni wakili wa kujitegemea ambaye nimefungua shauri la kikatiba katika mahakama kuu masijala ndogo ya Mwanza. Shauri hili msingi wake mkubwa ni kupinga kifungu cha uendeshaji wa makosa ya jinai kinacho kinachoielekeza au kinachompa upande mmoja mamlaka ya kuweza kuficha mashahidi wake na kumnyima upande mwingine haki kama hiyo hiyo. Kwa hiyo mi baada ya kuona mapungufu hayo kwenye sheria yetu, nilazimika ni kufanya utafiti kwanza kabla hata sijaja mahakamani, na katika kufanya utafiti wangu humohumo, nilipata lawama pia kutoka kwa wateja wangu ambao nawawakilisha maana alinioji kama haki hii inaweza kutolewa upande wa pili na sisi huku hatuwezi kuipata, kwa nini uendelee kutuwakilisha? Sasa tunakuwa tunapoteza hata mahakama imani na mahakama yenyewe na mfumo mzima wa utoaji haki kwa ujumla. Kwa hiyo mi baada ya kuyaona hayo nikaona taaluma yangu inaniruhusu maana nimesomea sheria ili kuwahudumia wananchi, nikaona niende kwenye mahakama sehemu ambapo tunaweza tukapeleka kilio chetu hiki na kuweka sawa huu sawa wa kisheria ambao tunaona ni kama umeshabagazwa tayari. Kwa hiyo sasa, ninachotegemea kukipata katika shauri hili, kama mambo yakienda kama tulivyo au nilivyo nilivyowaza mimi, basi nadhani ni kurudisha ile public confidence, imani ya jamii iliyokuwa imepotea sasa kwenye mfumo jinai kuirudisha katika jamii husika kwamba mahakama sasa inaweza ikasikiliza pande zote kwa usawa, baada ya kuwa imetoa haki ya ufichwaji wa mashahidi, aidha kwa watu wote au kufanya marekebisho, basi hata kwenye usikilizwaji au kuomba kwenye haki hiyo isiwe wakificho, kwamba inaombwa na upande mmoja. E, tulileta maombi haya ambayo ni kesi ya kikatiba. E, kwa kupitia mteja wetu ambaye ni wakili mwenzetu Bwana Godfrey e, Basasingohe. E, lengo la kuja hapa katika mahakama hii kwa kesi ya katiba, tunakuja kutetea haki ya wananchi ambao ni washtakiwa au mawakili kwa kulinda haki ya kusikilizwa kikamilifu kwa mujibu wa katiba, pale ambapo sasa tunaona kuna sheria ambayo inawapa upande wa jamhuri au mashtaka kwanza katika hatua mbili kusikilizwa bila mshtakiwa kuwepo, na kupata haki ya kuficha mashahidi ambayo tunaona kwa, kwa kushindwa kuwapa wananchi au washtakiwa hatua ya usikilizwaji, tunaona ile haki ya kusikilizwa kikamilifu au kwa lugha ya, kita, ya kitaalamu fair trial inakuwa au fair hearing inakuwa, inakuwa imekiuko. Kwa hiyo tumeleta hiyo shauri tukiwa tunaona kwamba e, tukawa tunaona kwamba tulete maombi ambayo yanaweza kaleta nafuu za za za haki hiyo ambayo iko upande wa jamhuri tu iweze pia kuletwa upande wa mshtakiwa au mwananchi, ili hata jamii kwa ujumla iwe na na ile yanaita public confidence, yani iwe na imani au uaminifu kwa mahakama katika kuendesha mashauri yanahusiana na kutoficha shahidi na au kama kiwe kitolewa kwa upande wa mshtakiwa, naye ilete imani kwa public kwamba kweli e, kuna usikilizwaji katika kiwango cha ukamilifu cha mashauri yaliyoko mahakamani. Sasa leo ilikuwa tunakuja kwa ajili ya e, kwa amri stahiki baada ya majaji watatu kuteuliwa. Kilichojitokeza leo: E, mwenyekiti jaji ambaye yuko nje ya kituo cha Mwanza yuko Msoma kwa mitandao. Kwa matatizo ya kimtandao, hatukuweza kumpata. Kwa maana hiyo mahakama imeahirishwa mpaka tarehe moja ambako e, mahakama itaendeshwa kwa njia ya mtandao, majaji watatu wote wakiwepo, wakiwa pamoja kwa ajili ya kusikiliza shauri hili ya kikatiba. Hii ni Nyamate Dikto kutoka Mwanza.